Na, kulikuwa kuna stori ambazo zimeenda viral kinamna noma kwenye mitandao ya kijamii yote hii ni mara baada ya Diamond Platinum pamoja na mwanadada Zuchu kuonekana kwamba walishawahi kufunga ndoa. Diamond Platinum aliweza kuthibitisha maneno hayo kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuweza kusema kwamba alishawahi kuoa. Sasa maneno hayo ambayo Diamond Platinum aliweza kuyazungumza yaliweza ya kuibua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini eh, kunaye mwana mitandao huyu ambaye ni Mange Kimambi, yeye aliweza kuthibitisha kwamba ni kweli aliweza kuoa. Yote hii ni mara baada ya kuweza kutoka kwenye harusi ya Juma Jux pamoja na Priscilla ambayo iliweza kufanyika kule Nigeria, harusi ya kiutamaduni. So baada ya kuweza kurudi Bongo, ni kwamba Zuchu akaweza kumkamata Damo Blood, na kwamba wanapaswa sasa wafunge harusi. Sasa harusi ambayo iliweza kufanyika ni harusi flani hivi ambayo ni ndoa ya mkeka. Sasa, ndoa hiyo ya mkeka bana baada ya kuweza kutamatika pale inaonekana l kwamba kwa nini amefunga e, ndoa pamoja na mwanadada Zuchu. So, kama vile akamtaka sasa Damo Platinum aweze kuandika talaka. Damo Platinum ikabidi sasa aweze kuandika talaka sasa na talaka hiyo Damo Platinum aweze kuandika talaka tatu kwa hapo hapo. Mamaake kwamba alimtaka Damo Platinum aweze kuandika talaka tatu. Sasa kwa mujibu hapo hapo, wa dini ya Kiislamu wao hawezi kuandika talaka tatu kwa mkupuo hapo hapo. Lazima uandike talaka moja in case kama zingua hapo hapo mbele basi pengine unaweza kumpa talaka ya pili. Kwa mujibu wa Baba Levo naye pia ameweza kupost, e, post ambayo inasomeka hivi kwamba nao nimegundua talaka moja haina nguvu. Asante wazazi wangu mmeniheshimisha. Huu ndio ujumbe ambao Baba Levo ameupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale. Sasa na kama inafahamika kwamba e, Baba Levo, e, waga anatumiaga kama vile Diamond Platnumz anamuitaga babake mzazi. Hayo ndo maneno ambayo e, ni kawaida kabisa kuyasikia kwa Baba Levo lakini pia, e, Zuchu anamuita kwamba ni mamake. Sasa, e, baada ya kuweza ku Post, post hii hapa imeonekana kabisa kama vile eh, ni kweli kwamba eh, Zuchu aliweza kupewa talaka pamoja na Damo Platinum. Kupitia post hii hapa ambayo Baba Levo ameweza kuipost, kunao baadhi ya watu ambao wameweza kutoa mitazamo yao kama wadau wa burudani baada ya kuona kabisa kwamba Baba Levo ameweza kupost e, bana post hii. Sasa kuna huyu ambaye anasema kwamba he, kumbe kweli Mange ni mkweli, akaweka emoji fulani Kucheka. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema yani, ndoa haina mwezi talaka tayari ishafika, sasa itafika kweli Krismasi ndoa hiyo? E bana, ila wazazi, ila wazazi wako akawa amemaliza hivyo. Lakini pia kuna huyu mwingine ambaye anasema hata kama haina nguvu, hakuna ndoa ya kulazimishana bwana, karne hii, acheni kufurahia ujinga, hakuna ndoa hapa, binti anatakiwa aamke e, kwenye huo usingizi ambao e, mwanadada Zuchu yuko nao watu ambao ni wadau wa burudani wakiendelea kuponda wakiendelea ku, e, kucheka baada ya e, kusadikika kwamba Zuchu alishawahi kupewa talaka baada tu ya kuweza kufunga ndoa. Yani, ndoa imefungwa, then mamake sasa wa Damo Platinum akaonekana kama vile hajaridhika na ndoa hiyo ambayo ilikuwa ni ya Damo Platinum pamoja na mwanadada Zuchu na kumshika sikio kumtanka, sasa Damo Platinum aweze kuandika talaka tatu pale pale, lakini kwa mujibu wa dini ya Kiislamu inakataza, talaka haiwezi kupigwa tatu pale pale kwa mkupuo, inahitajika talaka moja then maisha mengine. Baadaye huko mbeleni kama mkikwaruzana au labda pengine mkichokana, basi ndo talaka nyingine inaweza ikafuata ya pili then ya tatu. Maisha yanakuwa hivyo. Sasa hawa ni baadhi ya wadau wa burudani ambao wametoa mitazamo yao. Kwa kweli kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, e, bana, uko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ya ndoa baina ya Diamond Platnum pamoja na mwanadada Zuchu? Sasa hivi kuonekana kabisa kwamba ni kitu ambacho kinaendelea kuzua mjadala. Dara kila siku inapoitwa leo, drop comment yako kwenye anja comment hapo, usiche kusubscribe kushare, eba utakometisha kinoma noma. Hii ni sosa online digital chao chao.